Nariukufanya familia wa mwenda zake kijana ambaye aliporomokewa na mjengo ambao uliporomoshwa hapo jana inalalamikia kwa wale wafanyikazi ambao wanatoa chembechembe kwenye hizo sehemu kutoshughulika kutoa huo mwili wa mwenda zake, ili waende kuzika. Nalalamikia na kusema kuwa wanapuuza tu na kwenda kushughulika na mambo na vyuma na kuacha huo mwili ukiendelea kuoza humo ndani. Hiyo ni kilio tu cha familia wa mwenda zake. Kijana ambayo inasemekana ilionekana kwenye CCTV kwenye hayo maeneo, tunajaribu tuna <tunanakadu singa poda. tunanakadu> kufanya

Ila ukiwa huyo kijana, yani six spot ya mkanjo, so CCTV bado inaonyesha wamejaribu kupiga picha hapo, wamejaribu kuchoka, yani wamejaribu kutafuta kila mahali, kwenda kila department, kwenda kaona kijana amepotea. Finally kwa CCTV imeonyesha huyu kijana uko ndani, umeona sasa. Baadaye baadaye wakaambia huyu kijana hakuna namna anaweza tolewa pale mpaka nyumba kwanza ivunjwe, ndio tushughulike kutoa huyu kijana. So nyumba ishavunjwa. Sasa ilikuwa priority sasa. Next priority ilikuwa kwa hiyo maiti tutoe, lakini tunaona watu wanashuhudia, upande hii upande hii, maiti haiko upande hii, wana na, na upande upande hili nyingine utaona wanapakia scrap za chuma zao. So itachukua muda gani huyo maiti kutolewa? Kama kama binadamu si muhimu, na wana wana, wana, wana prioritize ndio chuma kushinda binadamu Haitawezekana. sisi na subra kama family, auleta wewe mwenyewe unaona hao hawa watu. so, sasa wamefanya siasa zaidi hapa, asima sasa tutokeze, tuseme ukweli wao, wana, wana, wana, wana sumra awache uchochezi na namba mbili hao idara ya NTV ambaye wanajaribu kuja kujaribu hapa hapa, si masala noa fulani kando na wengine kuacha kando, hapana. Kwa hiyo maiti yetu, namna gani anatolewa maiti? Na namna gani tutasaidiana, tutashirikiana? kila s saujasaidizi kwa kila mtu Atusaidiane, tushirikiane kama wa Kenya, ujaribu kutoa ndugu yetu mmoja muone kama alileta uchochezi kwenye media. Sasa ameleta uchochezi, kazi imesimamishwa. Sasa naona ile pande ya nyuma pale ambayo ni site ipo imesimamishwa kazi jana usiku saa 9 usiku paka sasa hizi hakuna kazi ya net, kazi ambayo inaenda pale ya screen peke yake unafahamu. So amekuja Sumra hapa sasa hizi kuja kuambia askari askari na mesimamisha askari na polisi ofisa na wamesambisha polisi ofisa, wanasaidia sisi mpaka leo, polisi ofisa wamesaidia, wamefanya kazi nzuri. Wewe hakuna kitu, mnasimamisha kazi. So anatafuta lawama kubandika nani? Anaonesha power yake, sisi ni Mkenya.

alama asocitio kwa kweli hii kisa imetutatisa sana na imetukera sana sasa hii nyumba imebomolewa nyumba ikibomolewa ile kitu tulikuwa tunangojea ni serikali ikuje na full force ijaribu kutoa means and ways ya kutoa huyo jamaa ambayo ako chini ya hiyo mamawe sasa hivi vile tunaona ni, ni, nikitaka kusitisha sana kweli kwa sababu kama familia kama kijana we, wetu tuna huzuni sana kwa sababu serikali tunaona kidogo imelemea kamba. Kwa sababu ile spidi walikuwa wanaenda mara kwanza, sahi ni kama tunaona imepunguza kiasi kwa sababu kuna mtu, binadamu ambaye ako chini ya hiyo mamawe. Na tunaomba sana sana kwa, kwa unyenyekevu sisi hatuna uwezo tunaomba tu serikali itusaidie, itupatie full force hii, yi kazi iharikishwe sana, na ile wakati inafuliwa pia ifufuliwe kama yani, kwa tahadhari sana, kwa sababu kuna mtu ako chini. Tunataka sana kupata labda mwili baadaye kama labda amekufa, mpate mwili isiwe imekatwa katwa pate yani, ikiwa mzima mzima, inshallah. Tunaomba kwa Mungu hiyo, inshallah tutapata. So, tunamwambia tafadhalini washukulike sana sana kwa sababu sisi tuko na huzuni na hii hali ambaye, yes, kila siku nafikiri nasikia na ule uchungu, vile mtu ambaye mke wake ama mtoto wake ambaye atakao hali kama hiyo, na, yani ni, ni, ni kitu ambaye ina, yani hata sijui nieleze vipi, ni ngumu, ni kubwa, ni kitu ambaye inatupatia uzito sana, sio tafadhali. Tunaomba, tunaomba wenye wa ambaye wanahusika, main engineers wale ambaye wako Wako kwa kwa hii uwanja ambayo wanafanya hii kazi, tafadhalini muangalie mvae viatu kama ile yetu, na ile tunasikia sababu kama familia hiyo. Sisi tunataka hata kama itawezekana leo ambaye sidhani, ile process ile inaendelea, sioni kama itawezekana ya pili, kama pia haiwezekani, sisi pia tunaomba kama familia, kama watu ambao wako karibu na huyu jamaa tunaomba tupewe ruhusa sisi pia tukuje na watu wetu hapa, tukuje na vifaa zetu ili sisi pia tuwe na representation hapo, tuwe na representation hapo, na tukuje na mashine zetu na tractor ambayo inaweza tusaidia hiyo, kwa hiyo kazi kwa kasi, kwa sababu the more the more tunadelay, the more ile the more ile pia ina decompose, na hiyo sasa baadaye itakuwa ni shida. Sisi tupate hiyo jamaa wetu kwa kila hali hata Mungu, inshallah tunatarajia khairi kwa Mungu, hata tunaweza pata kiwa hai bado, ya Mungu ni mengi. <coughs> Eh, tukipewa ruhusa tunaweza, kama tutapewa ruhusa sisi pia tukija na watu wetu tuingilie kwa ile upande nyingine, tunaweza jisaidia. Lakini sasa mahali kuna watu wengine ambaye kuna maofishali wengine, kuna watu ambao wanafanya kazi kama hiyo, itakuwa ni ngumu pia sisi tuingilie tu. So tunaomba sana kama inawezekana tupewe ruhusa sisi pia tuongeze nguvu yetu tupate hiyo hiyo kwa haraka sana. Kwa sababu sasa hii tukiangalia sana ile kitu ambayo inawekwa uzito ni ile hali ya kufungua ile barabara. Hiyo hali ya barabara sisi pia inatusaidia sawa barabara, lakini kuna kuna kitu kubwa kuliko hiyo barabara. Kuna mtu yuko hapo chini. Tafadhalini sana kwa wenye ambao wanahusika. Hii ni maombi. Tuna